Je, yeah. Sabina aliweza kujumia na shule ya upili? So, mwandishi alituacha katika hali ya taharuki. Asante mwalimu, pengine kukuondolea ile taharuki, yeah. Tunakumbuka pale mwanzo Sabina akiwa amejawa na ma mawazo, yeah. Akiwa na wasiwasi, je, ikiwa sitafanikiwa, yeah. Maisha yangu yatakuwa vipi? Na vile vile tunajua alikuwa ameahidiwa mahali, yeah. Kwamba iwapo atafanya vyema katika mtihani basi atapata wadhamini ambao watamsomesha um, shule ya upili na kujiendeleza katika masomo kwa kila hali. Kwa hivyo bila shaka hayo yalikuwa yanamngojea Sabina, no. Eh, kupata hasa zaidi apate shule ambayo ni ya bweni ili aweze ya kupumzika kutokana na kazi hizi ngumu na nyingi kama alizokuwa akifanya hapa kwa mjomba wake, eh, Bwana Ombati. Ningependa mwalimu kutoka hapo tuingie moja kwa moja, no, kwa dhamira na maudhui uh, dhamira. Asante uh, mwalimu. Dhamira uh, wakati wote mwandishi akitunga kazi ya fasihi huwa na lengo fulani ama malengo fulani ambayo amekusudia wakati wa uandishi wa kazi yake. Ningezungumza um, ama ningetaja hoja moja tu, alafu mwalimu wenzangu atanisaidia. Ni wazi kwamba huyu mwandishi alipokuwa akitunga hiki kisa alikusudia ali, ali kuchora picha ama kutuchorea taswira ya namna ambavyo watoto mayatima ama watoto wasiojiweza mm. hasa wasichana Nam. namna ambavyo wao hupitia mateso katika maboma ama katika manyumba ya jamaa zao mm. watu ambao wanapaswa kuwatunza na kuwaenzi hawa watoto mm. kuishia kuwageuza kuwa wajakazi, kweli kuwa jambo ambalo Kweli kabisa, mwalimu. Naam, naam. Mwalimu Mwangi. Oh, mwalimu oh, Kamau. Samahani. Vizuri, yeah. Kama ntaongezea lolote ntasema kwamba eh, tunapoiangalia hadithi hii fupi ya Sabina mm. tunaweza kuelewa kwamba eh, athari za uyatima mm. ambayo ni mojawapo ya dhamira kuu ambao alilenga ama nia moja kuu malengo kuu alilolenga mwandishi wa hadithi hii fupi kutuonyesha. Uh, athari za kuwa yatima ni nyingi tu, uh, ambazo kupitia kwa Sabina zimesawirika vizuri. Unaweza kuwa yatima basi ukaozoa mapema, basi kupata yale masomo ama kuelimika ni swala la bahati nasibu. Si hauna uhakika kama unaweza ukasoma. Uh, licha ya kuwa hauna uhakika kama unaweza ukasoma, hauna uhakika pia kama yale mahitaji yako ya kimsingi uh, yatakuja ama utayapata uh, kwa njia gani una mm. uhakika na kesho? Yani kwa kifupi mm. kile ambacho ninasema mm. na kuna mengine ambayo hayajatajwa hapa lakini yangefanyika, isipokuwa ni kwamba msichana huyo alifanya mtihani akafuzu na kuwa nambari nne nchini mm -hmm. na basi akawa na watu ambao wanamtafuta, wanamdhamini. Sasa licha ya kuwa hakuwa anadhaminiwa na walioachwa, kila ambacho nataka kukisema ni nchi hawa watoto ambao hasa hasa ni watoto wa kike mara nyingi hata wanapitia dhulma za kimapenzi kwa sababu yenyewe, mm. no. yatima hana mtu wa kwenda kushtakia mm. hana mtu wa kusimama naye mm. hivyo basi mtu atamdhulumu kwa sababu anaona ni kiokote tu, kama alivyokuwa anamuita na shangazi yake anamuita kiokote, mjalaana, hana maana, hana mbele wala nyuma mm. yani kama mzigo tu yeah. changa ambao adhari nyingine ni kule, kule kukosa mapenzi mm. eh, mayatima mara nyingi wanakosa mapenzi na hasa kama yatima anajua yeye ni yatima, kwa sababu kuna familia ambazo huwapokea mayatima vizuri mpaka akasahau yeye ni yatima vizuri mm. Lakini mara nyingi watu wanawapitishia mambo ambao yanawafanya hata wanapatwa na misongo ya mawazo na, tabia zao zinabadilika mpaka utu uzima, kubadilisha ile tabia inakuwa ni vigumu, anakuwa ni mtu hataki kushirikiana na, na watu na, haamini watu. hata kuwadhamini watu inakuwa ni shida, kwa sababu hajampata wa kumdhamini. sijui kama u, u, u, unaelewa labda ile hisia ya mm. siku zote watu umekuwa nao kama huyu eh, Sabina wale ambao walikuwa wanamlea pale mm. mjombake huyu ambaye tunamwita wanaombati mm. na shangazi yake Yunike, Yunu, Yunuke mm. vile ambavyo walikuwa wanamlea huyu msichana huyu mm. msichana akipata watu wa kumchukulia vizuri mm. ni jambo ambalo litamgusa sana Kwele. na ni jambo ambalo litamfanya aone dunia mbili tofauti ambao ni kama bingu na mm. nchi kwa sababu hajapata watu wa namna mm. namna ile yani vizuri, na ni vizuri yeye anawapata katika umri ule mdogo kabla naam, hajawa mkubwa sana naam. E, mwalimu naomba tuendelee mbele na maudhui naam, unaweza kutuorodheshea kisha tuanze kuyachambua. Naam mwalimu, mwalimu. Maudhui ni mengi tu wanafunzi, ambayo yameweza kuibuliwa na huyu mwandishi baadhi ya maudhui ambayo ya yameweza kuorodheshwa ama kuelezewa, kwanza ni matatizo yanayomkumba mtoto wa kike katika jamii, na katika muktadha huu tunazungumzia mtoto wa kike katika jamii ya Kiafrika. Pili, mm. tunazungumzia kuhusu maudhui ya elimu. Tatu, utu na pakubwa sana pana maudhui ya unafiki. Uh, kando na maudhui mengine mengi mengi mengi ambayo huyu mwandishi ameweza kuyaorodhesha. Uh, niruhusu nianze na maudhui ya matatizo yanayomkumba mtoto wa kike katika jamii mm, kwanza, uh, mtoto wa kike ana tatizo la mimba za mapema yeah. katika muktadha huu tunazungumzia kuhusu, hatumzungumzii kuhusu Sabina, tunamzungumzia mama yake mm. mama yake Sabina mm. aliweza kutungwa mimba ama kupachikwa mimba akiwa mwanafunzi katika kidato cha pili na ajabu namna ambavyo um, tukiwashauri wasichana huwa tunawaeleza huwa tunawaeleza huyu huyu nduli huyu huyu mvulana akishafanya shughuli zake na amalize sherehe, atakaesalia mm, na alama ya kwamba madhambi yalifanyika ni mm, msichana yeah. Ndugu, hawa vijana wakati mwingi huwa wanatoroka, anaesalia na majukumu ya kumlea mtoto ni mm, msichana. Basi tatizo hilo ni mojawapo ya matatizo ambayo wasichana kupitia katika jamii za Kiafrika kwanza na, ni mimba za mapema na mimba hizi zinapelekea wao kupitia hali ngumu sana, mateso wao hupitia, kukataliwa wakati mwingine, hata wana, wana, wanajaribu kuavya mimba hmm, kuna wale ambao huwa wanafaulu lakini pia pana matokeo mabaya na, wanaweza kuumiza, kujiumiza, wanaweza ku... wengine hata huaga hmm, kwa kujaribu kuavya mimba. Pili mimba hizo huwaletea hawa wasichana kukataliwa na jamii mm. wengi wao huchukuliwa kama wajalana mm. wengi wao wasipopata wazazi ambao wanawaelewa huishia kukataliwa, wengine hufukuzwa. Msichana anafukuzwa, anaambiwa, sasa wewe, wewe nenda mtafute aliyekupa hiyo mimba kwa mm. hivyo wakati mwingi huwa pana hilo tatizo, alafu punde tu wanapopata ujauzito jambo la tatu ambalo hutendeka hmm. ni wao kuacha shule manake e, wengi wao huwa na fedheha hmm. na aibu manake hawezi kwenda shule akiwa mja mzito hmm. shuleni si mahali pa akina mama hmm. ni mahali pa wanafunzi na hmm. wengi, wa, wengi ya wa, ba, wanafunzi wenzao ama hmm. wengi wao wataishi kuwachekelea wataishi kuwadhihaki haki hmm. basi wasichana wanapitia madhila kama yale kati ya matatizo mengine mengi ambayo ningependa wenzangu mm-hmm. Labda wanisaidie kuchangia Mwalimu Kinyanjui njui, na e, unaweza kutuongezea matatizo yanayokumba watoto wa kike katika jamii? Sawa sawa naam. Ni mwenyekiti uh, tatizo lingine moja linalowakumba binti hawa ni kuingizwa katika ndoa za lazima msichana hmm. uh, hasa akiwa labda ni yatima ama hali yake ni duni na wazazi wake washandoka, walezi wake mara nyingi hutaka kumwingiza katika ndoa za lazima ili wanufaike na mahari ambayo yatalipwa kwa sababu yake hmm. Basi wanakatiza elimu yake hmm. Ama wanakataa kuithamini hmm. Na kumuweka katika ndoa za mapema hmm. Ama kumuweka katika ndoa ya kuchaguliwa mume hmm. Ili waweze kujinufaisha hmm. Eh, naye naona vile vilevile, hawa watoto tunaona wanapewa kazi nyingi, wanafanyishwa kazi, na mwandishi anasema katika hadithi hii Sabina hatimaye akawa kama mwanamke wa makamu, ilhali alikuwa mtoto mdogo tu wa darasa miaka kumi na minne. Amekomazwa kwa kupewa kazi ngumu ambazo hata mimi mwenyewe nikipewa sidhani kama nitaziweza kazi hizo. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya e, matatizo, changamoto zile zinazo e, wafika watoto wa kike katika jamii, hasa wanapokuwa e, mayatima. Na mwalimu alikuwa ametaja vilevile kwamba wakati mwingine kuna uwezekano wa dhuluma za kijinsia mm -hmm. kwa sababu wamekosa mtu wa kumlinda mm -hmm. e, na mtu wa kumjali hata wakati mwingine wanaanza kupagazwa majina kwamba wewe umelaaniwa. mm. e, wewe ni kisirani. mm. kama vile alivyopagazwa majina haya mm. mamake Sabina mm. kwa sababu ya kupata ujauzito mm. akiwa bado ni, ni mchanga mm. e, napendekeza tuende kwenye maudhui yanayofuata naam. Pili kaangazia maudhui ya elimu ambayo yanakaribiana sana na um, matatizo ambayo alikumbana na huyu binti yaitwa Sabina. Licha um, ya changamoto zote ambazo Sabina alizipitia, uh, alichapa kazi pale shuleni, alitia bidii kabisa mm. na huyu mwandishi anataka kutuchorea picha ama kutuhakikishia sisi kama wasomaji na kutuelekeza kwamba elimu ndio nguzo mm. elimu ndio ufunguo wa maisha, elimu ndio ufunguo wa maisha mazuri. Manake huyu mwanafunzi yaitwa Sabina ikiwa angeanguka huo mtihani bila shaka angeozwa mm. bila shaka wathamini hawangejitokeza mm. bila shaka maisha yake yangeharibika kabisa, ila kwa yeye kutia bidii katika masomo na kujibidiisha, um, mambo yanaenda ya kubadilika mm. hivyo basi ni changamoto kwetu, uh, na kwa wanafunzi wetu ya kwamba wanapopitia eh, hatua zote za elimu wasione kama mzigo maanake, mm. maisha yao yatabadilika yata, mm. yatakuwa bora Naam. Naam. maisha yao yataboreka zaidi na zaidi na zaidi. Naam. Mwalimu, kama unala kuongeza. Naam. labda moja tu niseme, mm-hmm. swala la elimu pia limesawiriwa kupitia kwa Ombati na mkewe yun, Yunuke ambao wanaonekana hawaidhamini elimu ya mtoto wa kike mm. hawakuwa na imani kwamba anaweza akafanya lolote la maana pale shuleni. Sabina, licha ya kuwa alikuwa anapata nafasi nzuri kila wakati anapofanya mtihani mm. lakini hilo likutosha kuatia imani na ku, oh, kuleta dhamana ya wao kudhamini ile elimu yake. Walichukulia yule ambaye anaelewa masomo, yule ambaye anafaa kusoma ni mtoto wa kiume, yule mwanao mwana wao yule nani, Mike. Lakini aliwastajabisha Sabina baada ya kufanya vizuri sana katika na eh, mm, sawa, asante sana mm. Na tunaona kwamba watu hatimaye wanaanza kumthamini mtu iwapo amefanikiwa hasa kielimu, kwa sababu elimu, hasa elimu ya shule, inachukuliwa kuwa ni jambo muhimu katika jamii. Na tunaona pale umati ule wanajumuika pale kwenye nyumbani pale kwa bwana Ombati, wakienda kumtafuta yule Sabina wakifuatana na wanahabari wanamsherehekea. Ingawaje Sabina anakuja akiwa mchafu mchafu, ana harufu isiyopendeza, lakini wanamuinua juu, wanashangilia kama tunavyoona mara nyingi wanafunzi wanapofanikiwa. Tunaona kweli watu wanathamini ule ufanisi katika katika elimu. Mwalimu, una nakuongeza k Uh, ili kupita ama kufanya vizuri mm. katika masomo mm. inahitaji mwanafunzi kuwa na bidii. Tunamwona Sabina alikuwa akidurusu wakati wote mm. hata akiwa malishoni, akiwa mm. wapi no. Hakupita kwa bahati mm. alipita kwa bidii mm. na juhudi mm. e, kwa hivyo jambo hili linatuonyesha kuonyesha wanafunzi ya kwamba mm. hupiti tu kwa bahati mbali, mm. na bidii utie, mm. bidii n bidii, bidii ambayo mm. inafaa mm. eh, naam. La sivyo basi huwezi mm. kupata mafanikio mm. katika elimu, naam. Licha ya kwamba tunaona Sabina alinyimwa muda mm. wa kudurusu mm. akawa anapewa kazi nyingi, lakini tunaona ule muda mchache alikuwa nao Ali, aliutumia vizuri na kutia Bidii, mwalimu na, na. naomba tuende moja kwa moja kwa maudhui mengine maudhui mm. ambayo nitazungumzia ya mwisho ni maudhui ya utu na. utu uh, ni hali ya kumtendea wema binadamu mwenzako um, kuna wahusika wawili haswa ambao mm-hmm. wanadhihirisha maudhui ya utu kwenye hii hadithi ingawa kuna wengine wengi lakini niruhusu nizungumzie wawili kwanza Mike mm. katika ile familia ya wale eh, watoto wa Yunuke na mm. Uh, mjombake wa Ombati, mjombake Sabina anaitwa Ombati yeah. Watoto wote wanamtumia Sabina vibaya mm. Kazi zote zinalimbikiziwa Sabina, Sabina, Sabina ah, Sabina nituwa. Kila kitu mm. Hata kikombe cha maji Sabina, Sabina niletee hiki Sabina kikombe mm. Lakini huyu Mike Um, anajihusisha ana, ana, ana na Sabina mm -hmm. Wanaandamana pamoja kwenda malishoni mm -hmm. Na kule malishoni wanasoma kwa pamoja. Huu ni utu wa hali ya juu. Naam. Mhusika wa pili ambaye anadhirisha utu wa hali ya juu ni mwalimu mkuu. Huyu mwalimu ana utu ambao um, una, una, una, um, umevuka mpaka. Ni utu ambao ni wa ajabu. Vipi huyu mwalimu akiwa anawazungumzia wanafunzi anamakinika kiasi kwamba anagundua kwamba alipotoa tahadhari ya kwamba atakayekosa mtihani ama atakapokuja akiwa amechelewa mm, ataadhibiwa, anamakinika na kugundua kuna mwanafunzi mmoja mm, amekataa hilo wazo mm. Baadaye anamfuatilia ili ajue ni kwa nini ulikataa. Mm. Anapogundua hapa ama anapofahamikiwa ni kwa nini huyu mwanafunzi alikataa, alitikisa kichwa chake mm, ni kwa nini alikuja akiwa amechelewa shuleni mm. mm. anagundua kwamba hili tatizo la mm. huyu mwanafunzi suluhisho lipo. mm. Inabidi atumie nafasi yake kama mwalimu mkuu mm. kuandika barua na kuwaambia wapishi mm, maziwa ya huyu mwanafunzi ambayo huwa anayauza hadi saa tatu tutakuwa tunayanunua. Huo mm. ni utu wa hali ya juu sana. Shukran mwalimu. Eh, asante eh. Najua mwalimu, mwanzo ulipoanza kuchambua eh, maudhui ulitutajia maudhui mbalimbali mbali mm. kama vile unafiki mm, na naona pia kuna maudhui ya jukumu la walimu, jukumu la shule kusaidia wanafunzi, lakini tunamwambia mwa, mwanafunzi kwamba anapopata mwongozo, basi mwongozo utamsaidia sana kuweza kuchambua zaidi na zaidi kuhusu maudhui mbali mbalimbali ambayo yameshughulikiwa katika hadithi hiyo ya Sabina.